Mkurugenzi ameletewa barua ya kwamba deni la Msamvu lilipwe na halmashauri, wananchi wa halmashauri ya Morogoro ah, tumelipokea tumelipokea, tumelipo walipotuambia na sisi tukaona e, pengine ni nafasi ya kukutana na viongozi wetu wa juu ili tulitazame, walitazame kwa namna nyingine, kwa sababu mpaka hii stendi inakuja mikononi uh, mwa wananchi wa manispaa ya Morogoro ni pale mheshimiwa rais alipotamka kwamba stendi hii, kwanza alianza amejenga stendi nyingi za halmashauri, akasema haoni sababu ya stendi ile iwe inaubia na wenzetu wa LAPF, kwamba aliomba kwamba stendi hii irudishwe mikononi mwa manispaa na deni hilo analichukua yeye kama serikali in, in, in, at, atalilipa. Kwa hiyo wale walitekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais wakakabizi ile stendi ya Msamvu, lakini siku za karibuni tumeletewa barua kwamba tunatakiwa tulipe hiyo hiyo fedha bilioni 20 pondi 3 something. Tukukataa, tumeipokea lakini tukasema pengine sisi kama wananchi wa Morogoro tukamwone mheshimiwa waziri wa Tamisemi ili tuone uwezekano wa kutafuta njia nyingine. Maana yake ukilipa bilioni ishirini, haya maendeleo tunayosema tuna mafanikio makubwa, maana yake tutasimama zaidi ya miaka ishirini huku tunalipa lile deni. Makusanyo yetu bado yako chini. E, nimesema nilikuta tunakusanya bilioni nne sasa hivi tunakusanya angalau tumefika bilioni kumi na tano lakini ukiangalia hela zinazokwenda kwenye maendeleo ni asilimia sitini. Sasa hiyo asilimia sitini ukasema ukatowe tena ukalipe lile deni, manake manispaa ya Morogoro haitakuwa na maendeleo tena, haya tunayojivunia kwamba tumepata maendeleo makubwa hayatakuwepo.